Okay, karibu karibu, tena karibu tena katika mwendelezo wa sa au dalili kumi ambazo tulikuwa tumezizungumza hapo nyuma hizi, uh, dalili kumi za mimba changa zipoje na zinakuaje. Tukazungumza kuhusu kukosa hedhi, tukaelezea tuka, tukaelezea pia kuhusu kuvimba kwa matiti na kujaa. Tukazungumza kuhusu pia kichefuchefu na kutapika. Tulizungumza pia kuhusu uchafu sio wa kawaida. Tulizungumza pia kuhusu joto la mwili E, ambalo lilikuwa linabadilisha mwili kwa sababu ya kuzalisha energy ya kutosha kwa mtu. Aa, lakini pia kukojoa mara kwa mara tulishazungumza, hiyo ni moja ya dalili. Lakini tuzungumzie sababu ya saba au kitu cha saba ni kitu gani? Aa, maumivu ya tumbo. Maumivu ya tumbo yanakuwa ni chini ya kitovu au pembeni, lakini sio makali sana. Ukiona unapitia changamoto hii, labda unahisi kwa sababu maumivu uh, haya, yani kwa sababu yai linakuwa linapandikizwa, umeona, na maumivu yanakuwa ni ya kawaida kikawaida yai ya yai linapokuwa linapata mbegu rutubi linavyorutubika, lina kawaida ya kukua katika stage. Kwao wakati linapokuwa linakua, kama yai lako lilianza hivi ilikuwa limejikunja hivi, litaanza kukua zaidi, kwa sababu kiumbe tumboni kinakua. Kwao wakati kinavyokuwa, kuna maumivu ambayo unakuwa unapitia, lakini sio makubwa sana, ni maumivu ya wastani, ni maumivu madogo. Kwao ukiona wewe unapata maumivu makali sana, maumivu yanauma sana, maana yake jua, hiyo ni changamoto. Ila ukiona kwamba ni maumivu yako ni ya kawaida, basi hiyo ni moja ya dalili ambazo za mimba changa. Lakini pia uh, sababu nyingine au dalili nyingine ni mabadiliko ya ladha. Wanawake wengi ambao wenye mimba changa, unakuta kama alikuwa apendi dagaa anaanza kupenda, kama alikuwa apendi maharage anaanza kupenda, kama alikuwa anapenda kunywa maji apendi tena kunywa maji, kama alikuwa mpendi mtu fulani anaanza kumpenda mtu fulani. Lakini pia uh, uh, hiyo inasababishwa kubadilika kwa hormone mwilini. Hormone zinapokuwa zinabadilika mwilini, automatic ladha mdomoni inakuwa inabadilika, kwa sababu mwili unakuwa unatengeneza vitu, unafanya vitu ambavyo uh, vinamtaka mama afanye ili ajisikie vizuri. Ni sawasawa, mama mjamzito akikuomba kitu, bwana, naomba kitu fulani, ukamkatalia, anakuambia kwa nini unamnyima mtoto? Kwa sababu sio yeye wengi wanasema huyo sio matatizo yake, tatizo wa mtoto. Kwa hiyo tunapokusudia mabadiliko ya ladha, ikiwa mpenzi wako mke wako au dada yako mama yako au mtu yoyote ambaye ameshika ujauzito, lakini dalili zake zile za kwanza alikuwa anahisi kitu fulani kitamu, sasa hivi akipendi tena. Kuna wanawake wengine wanapenda vitu vya kukaanga, wakiwa wajawazito wanatumia sana, wakiwa sio wajawazito hawapendi, ambapo sio vizuri kwa mwanamke ambaye mjamzito kutumia vitu vya kukaanga kwa sababu vinakuwa vinaharibu sana homoni, zinawahi kubadilika na zina kubadilika, mimba nyingi zinakuwa zinadondoka zina. Lakini pia mabadiliko ya ladha, kuta leo labda alikuwa anapendi machungwa, anaanza kuyapenda. Leo labda alikuwa anapendi pilipili, au anapendi kitu fulani, anaanza kukipenda. Leo alikuwa anapendi kitu fulani, anaanza kukipenda. Lakini pia sababu ya tisa tunazungumza leo, uh, ni hisia kubadilika Hisia kubadilika, unakuwa sometimes hata unakuwa upendi kushiriki tendo aaa, au ni mwanaume anapitia kwenye changamoto. Pia wengine wanachukiwa, watu wataki hata kuonekana wanafungiwa milango, bwana wewe, lala huko huko, toka hapa, ondoka, kwa sababu ya hizi changamoto za mwanamke anapokuwa mjamzito, mimba zinapokuwa ziko changa. Lakini pia baadhi ya wanawake wanakuwa wanaingia katika kipindi kigumu sana, kipindi ambacho wanapata uh, wanapata kupata damu kidogo kidogo wakati mwingine mimba inapokuwa changa, kwa sababu yai linapokuwa linakua linakuwa linaanza kutanua zile masa, zikiwa zinatanuka zile masa ili lipate nafasi, basi kuna baadhi ya mishipa inakuwa inatanuka na kuacha kuchanika, kuanza kutengeneza damu. Ndio hapo mwanamke anaanza kuona damu akiwa ni mjamzito. Kwa hiyo usiogope wala usishtuke, kwamba kwa ukaona damu inatoka, lakini itakuwa itoke damu kidogo tu, matone kidogo. Sasa ikitoka nyingi, maanake ni ishara ya kitu kingine, huenda mimba yako inatishia kutoka au mimba inataka kutoka. Lakini hizi uh, uh, leo tulizozungumza ni sababu kumi ambazo zinazo au dalili kumi za mimba changa. Umejuaje leo? Umeonaje leo kwamba hizi dalili huenda, uh, pengine una dalili mbili, jitahidi kama unaona dalili unazo, basi jitahidi sana kufanya vipimo. Kama dalili tano, pima vipimo, ili uweze kujua kwa urahisi zaidi kwamba ni kitu gani ambacho kinachoendelea tumboni kwako, ili ujue kwamba wewe tayari ku. ni mjamzito au sio mjamzito. Na tunawashauri wajawazito, ukiwa ni mjamzito, jitahidi sana usitumie majani ya chai, kwa sababu majani ya chai yanaharibu sana, yanaharibu sana homoni, zinakuwa zinabadilika, zinacheza zigzaga. Lakini pia kwa mwanamke ambaye mjamzito, hatakiwi pia kutumia vyakula vya mafuta kwa vyakula vya mafuta vinakuwa vinaathiri mfumo wa uh, hormone na hormone zinakuwa zinabadilika, kwa sababu mafuta yetu tunayotumia sio mafuta halisi, sio mafuta al, ya halisi. Tunatumia mafuta ambayo ya viwandani ambayo yanakuwa na, na chemical ambazo zina affect ule mtoto, anashindwa kukua na hatimaye mimba kudondoka. Lakini pia kitu kingine hatutakiwi kutumia uh, uh, kutumia uh, vitu vya kiwandani special masoda. Kutumia haya sio mazuri. Imagine, we soda, uh, kwa mama mjamzito imagine wewe unakunywa soda rangi nyeusi, lakini mkojo unakojua sio mweusi. Ile rangi nyeusi inabaki wapi? Kwao madhara yanazidi kuongezeka uh, kila leo mpaka kesho. Lakini pia kitu kingine uh, kwa wewe ambaye unajihisi una dalili labda tano au saba katika hizo dalili ambazo tumezieleza, kuanzia kwenye kwenye ile video ya kwanza mpaka hii video ya pili, pengine una dalili saba au una dalili zote kumi. Umeona, sasa kitu kingine utakiwa kutumia kutumia vitu vya kusindika vitu vya ku ya kuweka kwa muda mrefu mfano makeki, haya hayafai kwa sababu sukari inakuwa ina affect pakubwa pakubwa sana, na kizuri ni kwamba ay, kama wewe unapata changamoto jitahidi sana kutumia vyakula vitamin vitamin C vitamin D, vyakula mfano mfano matunda, mfano maembe kutumia mazuri, haya, kutumia mazuri mboga mboga ni nzuri sana kwa wewe mama ambaye una mimba changa ili kulinda ujauzito wako usije ukatoka, lakini pia kulinda afya ya mtoto wako. Lakini pia kuna mafuta ya samaki ambayo unaweza ukatumia ambao un zuri au unaweza kala samaki mzuri ambaye anaweza ambayo anaweza akakusaidia kwenye hicho changamoto yako, ili mtoto wako akawa akatoka ambaye yuko smart yuko bora amekamilika, na wewe unakuwa umejifungua tayari ukiwa na afya yako salama salimini. Lakini pia kwa watu ambao wajawazito au wenye mimba changa hawataki kutumia, uh, tunda mfano la nanasi, nanasi nanasi uweze ukatumia, kwa sababu ndani ya ile nanasi, kuna kemikali ambayo imo ndani ambayo inakuwa ina affect inaathiri inaathiri kuna chemical mwilini ndani, inakuwa ina affect zaidi, na athiri zaidi, inaathiri zaidi ujauzito wako, na hata kama una ujauzito basi mimba nyingi zinakuwa zinadondoka. Ila kama hauna pia, ukitumia ushikaji wake unakuwa ni mdogo, ni mdogo sana, ushikaji wa mimba unakuwa ni mdogo sana. Kwa hiyo hizi uh, nimezieleza kwa sababu kanufaa kwa manufaa ya watu ambao wanapenda kufuatilia video zetu, ambao wanapenda kufuatilia mafunzo yetu, tunawaelekeza kwa upana zaidi kwamba kuhusu kujua hili na lile itakayoweza kuwasaidia. Asante sana, Mungu abariki, tutaonana katika video zinazokuja, katika vipindi vinavyokuja. Kwa unaweza kushare kwa mtu ambaye unajua ni mjamzito au ndo kwanza ameshika ujauzito au kuna dalili ambazo tumeziongea hapa nazo, na unatamani afahamu hivi vitu. Asante sana, Mungu akubariki. Usisahau kusubscribe hapa chini hapa chini usisahau kusubscribe, lakini pia usisahau kushare kwa mtu ambaye unatamani afahamu ya yafahamu. Usisahau kucomment na kulike pia, asante sana na Mungu awabariki.